Hujambo na karibu sana katika kipindi chetu cha siku ya leo, kipindi ambacho tunaangazia mambo mbalimbali kuhusiana na afya ya akili. Hii ni Eden Valley Tanzania na mimi ni Agnes Mzava. Siku ya leo tutakuwa tukiangazia uhusiano uliopo kati ya afya ya akili na afya ya mwili. Nipo na dada Miselo Freddy Mwaipopo huyu ni afisa tabibu lakini pia ni mdau wa mambo ya afya ya akili. Karibu sana asante. Nimefurahi kuwa na wewe, lakini pia niko na Upendo Kalisti Mosha, yeye ni mshauri wa mambo ya afya ya akili uh, Bible mental health coach. Karibu sana asante. Nimefurahi kuwa na wewe hapa. Nashukuru kwa maneno machache, biblical mental health coach inahusiana na nini? Uh, kimsingi inajihusisha na kusaidia watu kwa njia ya ushauri kupitia maandiko matakatifu kwenye uhum, Biblia. Wengi tunazani Bibilia ni kwa ajili ya mambo ya kiroho tu, lakini ndani ya hii Biblia tunaweza kupata mashauri yatakayoweza kutusaidia kwa ajili ya afya zetu kimwili, kiakili na kiroho. Okay. nashukuru sana Upendo. Kabla hatujaanza kipindi chetu siku ya leo, ni wakaribishe tuweze kupata ombi Baba na rafiki yetu Yesu, tunashukuru sana kwa nafasi ya kipekee. Tunapoanza kipindi, tunakualika ukawe pamoja nasi na yule anayetufuatilia kwa jina la Yesu, amen. mm -hmm. Uh, tunapoenda kuanza nini, mtazamo wa jamii kuhusiana na uhusiano uliopo kati ya afya ya akili na afya ya mwili. Na siku ya leo tutamsikiliza dada Angel. Karibu. Kwa majina, naitwa Enjo Mkenga, mimi natokea Mbeya, ndio mkoa wangu naoupenda. Vina uhusiano mkubwa, kwa sababu hii yote ni mwili na hii ni akili. Vyote vina uhusiano mkubwa sana. Kwa kweli mwili wangu unaweza kusema hivi, unaweza kupata madhara ni, ni mengi. Unaweza kaa una yaani, ni ile kwamba mwili unaumia, kwamba hata moyo wenyewe unakuwa unaumia kwamba hivi kuna vitu fulani ambavyo ninavikosa, ile fulani niliokuwa nayo inaondoka inaingia. Ni hofu moja ambayo kwa kweli kui, kuje, kuelezea, ni unajua inakuwa ni ngumu eh? lakini unapata ni ile hofu ambayo haina yani kifani kueleza kwamba ni hofu aina gani, lakini unakuwa na hofu ambayo haina kifani. Huo ulikuwa ni mtazamo wa dada Angel, lakini nirudi kwako dada Miselo. Uh, kwa maneno rahisi tunaweza tukaelezea vipi kuhusiana na nini, maana ya afya ya akili, afya ya mwili? Wengi tunafahamu, afya ya akili ni hali ya ustawi wa akili inayomwezesha mtu kuweza kutawala hisia zake, kutambua uwezo wake na madhaifu yake na hivyo kuweza kuwa na mchango katika jamii. Kifiziolojia tunasema kwamba ni uwezo wa ubongo wa mbele kutawala ubongo wa chini. Um, wewe umekuwa mdau wa afya ya akili. Nini kilichokuvutia kuingia katika elimu hii na kuhitaji kuwa na ukaribu na kuwasaidia watu wengine kuhusiana na afya ya akili? Okay. Um, kilichonivutia katika, uh, katika afya ya akili ni pale ambapo nili nilitambua kwamba magonjwa mengi ambayo tunapambana nayo katika jamii yame tokana na changamoto ambazo ziko katika afya ya akili, na hiyo ilichangia sana ku hiyo ilichangia... ilichangia sana kutokana na uh, uzoefu wangu mwenyewe ya nili, niliumwa vidonda vya tumbo kwa miaka kumi kumi ndiyo oh. miaka kumi na nilitumia tiba mbalimbali mbali, hospitali na, na na- na tiba hata asilia pia, hmm, lakini hakukuwa na na sikupona siku sikupata ahueni yoyote, lakini ni pale tu nilipokuja kugundua kisababishi cha hivyo vidonda vya tumbo na kuweza nacho kushughulika nacho, na nikaja kugundua kwamba ilikuwa inasababishwa na hofu iliyo iliyo zidi au kwa Kiingereza tunasema chronic anxiety. Kwa nilipokuja kwa kutambua kwamba hiyo ndio ilikuwa inapelekea vidonda vya tumbo, nilivyoshughulika na hiyo changamoto katika akili yangu ndipo nikapona vidonda vya tumbo. Uh, tangia utoto kum, uh, nilikumbana na uh, changamoto za kifamilia ya, najua kuna changamoto tofauti tofauti ambazo tunakumbana nazo utotoni. Nilikuwa nakumbana na, na changamoto fulani katika familia ambayo ili ilikuwa ili, ili, inaleta mazingira ya kukosa utulivu nyumbani, na kukosa huko utulivu kulipelekea kuwa na hiyo hofu iliyozidi kwa hiyo ile hofu iliendelea, ilianza tangia utotoni na kuendelea hadi ukubwani bila mimi kujua, na ikapelekea uh, vidonda vya tumbo, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa kati ya, kati ya, ya, ya akili na mwili. Na kama mwandishi mmoja amewahi kusema kwamba, katika magonjwa kumi, magonjwa tisa yanatokana na changamoto za kiakili na pale ambapo unashugul... pale ambapo ugonjwa umetokana na changamoto ya akili utakapopambana kushughulika na na na dalili um, zile unazoziona, hutaweza kushughulika na, na tatizo halisi. Kwa bahati mbaya sana, jamii haina mtazamo sahihi kuhusiana na changamoto za kiakili. Wengi wanafikiri tunaposema changamoto za kiakili, za afya ya akili ni ukichaa, lakini sivyo hivyo. Tunapozungumzia changamoto ya kiakili tunazungumzia kuanzia vitu kama hasira, uoga, uh, husuda, vitu kama hivyo, vyote hivyo ni changamoto za kiakili na sio ukichaa peke yake. Kwa hiyo kama kwenye magonjwa kumi unasema kwamba magonjwa tisa yote yanatokana na changamoto kwenye afya ya akili, kwa hiyo inamaana kuna jitihada kubwa tunatakiwa kuzifanya, kubwa kubwa sana. Kubwa sana, kwa sababu kuna, kuna, kuna magonjwa yamesababishwa na mtu kuwa na, na chuki kuwa na hasira. Kwa hiyo unaweza ukawa una, unapambana na na zile dalili unazoziona, usijue kwamba zimetokana na kile ambacho kipo akilini mwa mtu, kama ambavyo umekuwa unapambana na vidonda vya tumbo. Ndio haswa. Ah, mpenzi mtazamaji ambaye umeendelea kutufuatilia, ninaamini huenda umepata swali au jambo la kuongeza katika yale ambayo tumeangazia siku ya leo. Usisite kutuandikia ujumbe katika ukurasa wetu wa comment, lakini pia kutufikia moja kwa moja kupitia simu au kupitia ujumbe wa maandishi kwa namba 0748 680 717. Lakini pia kwa wewe ambaye utakapo una ombi au una mzigo fulani ambao unatamani tushirikiane katika maombi, tutakuwa na furaha sana kufanya hilo pamoja na wewe. na unayetufuatilia ninaamini pia unaendelea kupata kitu kwamba huenda unaangaika na vidonda vya tumbo lakini kumbe ni hofu ambayo iko ndani ambayo unatakiwa kupambana nayo kwanza. Nikija kwako dada Upendo, wewe ni mshauri wa mambo ya afya ya akili kwa mujibu wa misingi ya Kibiblia, Biblia inatuambia nini kuhusiana na uhusiano wa hivi viwili, afya ya akili na afya ya mwili? Kuna mwanga wote ambao biblia inatupatia? Uh, ah, ukisoma mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza unasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hii inatuonyesha ya kwamba Mungu ni mtawala wa vyote vilivyomo ulimwenguni, ikiwa na sisi, na hii inajitambulisha katika mstari wa ishirini na sita inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na wanyama wa nchi na vyote virukavyo pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Uhalisia unaonekana kabisa, mwanadamu ni mtawala. Hivyo amepewa uwezo wa akili kufikiri, lakini pia ana mwili ambao pia kutumia akili yake anaweza kuuendesha. Mbali na hapo, ana pumzi ya uhai ambayo ndio roho ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu kamili ana roho, ana akili, lakini pia ana mwili. Vyote hivi vinafanya kazi kwa ushirikiano na ukienda Mwanzo sura ya uh, tatu kwanzia mstari wa sita tunaona anguko la mwanadamu. Alishindwa kufuata sheria na maagizo aliokuwa amepatiwa na Mungu na hivyo kuingia dhambini, Adam na Hawa wengi tulishasikia kuhusiana na hilo, na kuingia kwao dhambini ilisababishwa uwezo wao wa kiakili kushuka, lakini pia uwezo wao na mahusiano wao pamoja na Mungu yaliweza kupungua. Kwa hiyo afya ya akili, changamoto ya afya ya akili imetokea zamani huko, tangia tunapozungumzia anguko. Ndiyo. Oho. Mm-hmm. Na changamoto kubwa inakuja kwa sababu dhambi ni msingi wa mambo yote tunayoyaona na magonjwa mbalimbali yanayokuja katika miili yetu na kwenye akili pia, ndio. Aha. Kwa hiyo tunapozungumzia uhusiano uliopo kati ya afya na akili, hatuwezi tukakwepa uh, dhambi au anguko, si ndicho unachozungumzia? Unacho ndio, hatuwezi kukwepa. Ukisoma Warumi sura ya tatu mstari wa ishirini na tatu unasema ya kwamba kwa maana watu wametenda dhambi na kumung... kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo sisi tuko katika hali ya anguko sasa hivi, akili zetu haziwezi kufikiri sawa na haziwezi kufanya maamuzi yaliyo sahihi pasipo kumtegemea aliyetuumba. Mwanzo sura ya tatu inaelezea anguko la mwanadamu aliyeumbwa na Mungu. Adam amevunja maagizo aliyopewa, amekosa utii kwa Mungu na Eva ambaye ni mke wake. Mungu anakuja bustanini, anauliza Adamu, uko wapi? Amejificha, anasema anaogopa, niko uchi. Kwa nini kwa nini anasema niko uchi? Hapa ndipo tunapoona pambano halisi, na tunaona shida inaanza kwenye akili. Lakini kabla ya hapo, Adamu hakuwa na uoga wala hakuwa na kuogopa kokote, lakini baada tu ya kuvunja amri ya Mungu pamoja na mke wake, wanaanza kuwa na hofu, wanaanza kuwa na mashaka, wanajificha, wanatafuta mavazi ya kujifunika, wanaona kama wako uchi lakini tunamwona Adam akilaumu kwamba ni mwanamke uliyenipatia, na tunamwona pia Eva anasema ni nyoka mhm. Kwa hiyo tunaona hapa kabisa hakuna ambaye anayetaka kubeba wajibu, na hii ni changamoto kubwa sana ya kiakili. Na kwenye jamii yetu tunaona hii changamoto, watu hawataki kubeba wajibu, na tunashindwa kukua kwenye maisha au pia kufuata mafanikio ya kimwili, ya kiakili na kiroho kwa kushindwa kuwajibika inavyotupasa na kingine tunaona hatia, wote wana hatia, na hatia ni jambo ambalo linaweza kutusumbua hata kuleta kansa kwenye miili yetu. Hatia sio jambo zuri kabisa, mwili unachukua mwitikio ulioko kwenye akili. Kwa hiyo uhusiano upo mkubwa sana. Kwa hiyo magonjwa mengi tunayoyaona katika ulimwengu yanayoendelea, tutasikia presha tutasikia mtu anaumwa vidonda vya tumbo visivyopona, mwingine ana kansa. Yote haya yanaletwa kwa sababu ya shida iliyo kwenye akili, mtazamo inakuwa imeharibika kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo mahusiano yetu pamoja na Mungu ni ya muhimu sana, ili kuweza kutukamilisha kimwili, kiroho na kiakili pia. Sote tunahusika katika vita hii ya kiakili mm-hmm. Ukisoma Mithali sura 4, 23, ya 4 mstari ishirini na tatu inasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo kwa maana huko ndiko zikotokako chemichemi za uzima. Inamaanisha ya kwamba akili zetu tunapaswa kuzilinda, ila hatuwezi kuzilinda pasipo kuwa na mahusiano na Mungu wa mbinguni. Hayo ni mahusiano ya kiroho. Inamaanisha lazima tuweke mahusiano kamilifu pamoja na Mungu kiroho, na ndivyo akili zetu zinaweza zikatiwa nguvu na kujazwa kutembea katika mstari sahihi. Kwa hiyo ulinzi wa kwanza wa kulinda akili ni kuwa na uhusiano wa kina na muumbaji na Mungu wetu Ndiyo. Mpenzi mtazamaji, naamini yako mengi ambayo umeenda kujifu umeweza kujifunza na kuyaongeza katika safari yako ya maisha kiroho, kiakili, lakini pia na kijamii lakini pia kwa wewe ambaye utakuwa na swali utakuwa na ujumbe wa kutufikia basi usisite kutufuatilia tena kupitia namba 0748680717. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.